Katika kitabu cha Yeremia sura ya 18 mstari wa 23, imeandikwa kusema, lakini wewe Bwana unajua mashauri yao yote juu yangu ya kuniua, usiwasamee uovu wao, wala usifute dhambi yao mbele ya macho yako, bali wakwaze mbele zako, uwatendee mambo wakati wa asira yako. E, nachosema kwa ripoti ya BBC hii, ama filamu hii ya BBC, na matukio ya kutisha ya kukiriisha mengi ya ukatili ya dhuruma ya uhai ambayo mm, yametendwa na mamlaka ya kishetani ambayo imetokalia kimabavu katika nchi ya Tanzania si Mungu tu bali na msii na mtu yoyote, na kusii na mtu yoyote uliye na akili timamu, ambaye si tahira, unayejua kusamehe. Sio vile ulivyoprogramiwa ndo tafsiri ya kusamehe, unayejua kusamehe. Tunatakiwa kusamehe kama Mungu anavyosamehe, sio kama programu ilivyosetiwa kichwani mwako na kujua kwamba ndio kusamehe e... Mungu mifano kadhaa ya kusamehe nimeionyesha kwamba Mungu kwanza alisema tuwe tunasamehe kama yeye anavyosamehe, sio tusamehe watu ambavyo watafanya jambo fulani kwa makusudi, alafu wataanza kukimbilia tusameane, mtusamehe. Kuna namna kadha wa kadha zote zinamtaja, zinamwonyesha Mungu ni wa msamaha, na yeye alitaka tuwe tunasamehe hivyo hivyo anavyosamehe. Kuna wakati fulani, Yesu ameingia na kikoto, akawakuta watu wanafanya biashara kwenye nyumba ya Mungu, wanafanya ulanguzi, utaperi, dhuruma, maonezi, akawatandika. Bado ni mungu wa msamaha, akawatandika, akamwaga fedha zao, akamwaga njiwa wao. Bado am, ni yule yule Yesu. Nasamehe kama mungu anavyosamehe wakati fulani e, mafaisayo alimwendea limwendea akasema herode anakutafuta ondoka hapa sema kamwambieni yule mbweha nina siku tatu za kufanya kazi hapa bado ni mungu wa msamaha na ametaka t tunasamehe kama anavyosamehe ananiana safila waliiba kitu fulani katika makubaliano ambayo walikubaliana wenzao wenyewe walikata panga roho mtakatifu kwa kinywa cha Petro alimpiga Anania na mkewe Safira, wakafa. Bado hiyo ni namna ambayo Mungu anatuonyesha, tunatakiwa kusamehe kama anavyosamehe. Wakati fulani Herode baada ya kumkamata Yakobo akamuua, na baada ya hapo akamkamata Petro akamtesa ee, baada ya hapo akatoka akatoa hotuba, watu wakamwambia kwamba hii ni sauti ya Mungu wala sio sauti ya mwanadamu. Mungu alimpiga akaliwa na chango saa hiyo hiyo kupitia mkono wa malaika huyo. Mungu namna hiyo anayosamehe, anavyofanya ndivyo anavyotaka tuwe tunasamehe. sasa Eh, aina ya uovu iliofanya na mashetani haya yanayotukalia kwenye nchi yetu, lakini pia na kiburi cha kutubu kwa sababu eh, Mungu wakati mwingine asipotoa adhabu mara anataka wa watu watubu. Kutubu ni nini? Ni hiki wanachofanya hawa? Wanaosema lazima turidhiane, kutubu ni hivyo. Kutubu moja ni kufanya yotan. Unaacha kufanya unayo uliokuwa unayafanya. Kama ulikuwa unaua wanaokwambia mtu ana thamani, mtu anathamani, unawatesa, unaweka magerezani, mtu ana thamani kuliko cheo, kuliko mali. Unatakiwa uwache kuwatesa, wache kuwaua, kila uliokuwa unafanya uache. Lakini wakati huo pia uwe ni mtu ambaye unaachiria ile nafasi uliokuwa nayo, kwa sababu hakunaga ufyongo hakunaga unafanya upumbavu, alafu unabaki pale pale, unasema nimejirekebisha. Kipimo cha kwamba hustahiri kuwa hapo ni ufyongo unaokuwa umefanya ni ushetani unaokuwa umefanya, kwa sababu uliwekwa hapo kama mtu mwenye akili, ama ulijiweka hapo au uliomba kukaa hapo <clears throat> kama mtu ambaye unadhaniwa una akili iliyotulia inayostahili watu waige lakini like the end of the day ukanogewa, ukajikuta uko tayari kumwaga aina yoyote ya damu ili ukae hapo. Baadaye unaanza kuona damu ina thamani kuliko nafasi ulio nayo. Moja kwa moja, kutubu kunatakiwa uwe unang'oka, unaondoka ilo eneo. Nimesoma mara kadhaa, nimesoma mara kadhaa kwamba akina Paulo walipo tubu wakati ni Sauli, moja kwa moja aliondoka kwenye cheo kile cha ufarisayo cha kukamata watu na kuwatia gerezani, na yeye akaanza kuhubiri yale yale akiwa hana cheo, akiwa hana cheo, akaanza kuhubiri yale yale aliyokuwa anapelekea awaue watu, awakamate watu na akayafanya yale kwa mara mbili ya wengine walivyokuwa wakifanya, akastahiri kuonekana amesamehewa, ingawaje auaye kwa upanga atakufa kwa huo. Na Mungu alimwambia, haya uliowafanyia wengine, hata kama ninakusamehe, nakusamehe kwenye jehanamu na hukumu ya milele lakini, umeua kwa upanga, utakufa kwa huo utacherewesha tu muda kwa sababu unajaribu kutubu, unaonyesha nidhamu na unyenyekevu wa kutubu. Huko ndo kutubu. Akina wa Paulo walitoka kwenye vinafasi vya damu walipogundua kwamba haukuwa uzalendo, walipogundua kwamba ha haikuwa kumtetea Mungu, kwa sababu wakati huo na wenyewe walijua ni kumtetea Mungu, kama mashetani wanaotukalia wanao sasa wanasema ni kulinda amani ya nchi, lakini ukweli ni kulinda amani ya wizi na dhuluma na uaji mwingi waliofanya ili yamkini visije vikawa wazi wakapata malipo yao mapema. Na kumbe eh, usipo ukiogopa anayeyaponya maisha yake ndi atayangamiza. Na kumbe usipotoa, eh, usipotoa ushirikiano ndo unaivuta hiyo ghadhabu mapema, unaivuta hiyo ghadhabu mapema kulikuwa na haja uinue kinywa chako, moyo wako, akili yako, na kusema kama linipata kunipata na linipate, lakini natubu naacha mabaya haya, natoka kwenye nafasi hii sasa, na jua yatarekebika juu kwa juu. Ndo walivyo wenye kiburi. Yani kiburi chochoto nachokisikia mtu alikuwa na kiburi, Mungu akaingilia kati akamwadhibu, kilikuwa hivyo Alikuwa najua atayafiksi mumo kwa mumo, atayafiksi umoumo, yataisha, watu watasao damu, damu. Mulimwaga kidogo, mulimwaga kwa asiri, isingefutika aamwi. ah, mmeimwaga kwa kujimwamba fai, teknolojia mbalimbali zimehifadhi mulivyomwamba fai, mulivyojimwamba fai, mulivyo fai. namna gani mutaua, namna gani mumeua alafu hiyo naweza mkaleta tu maji yenye matope mkachimbua chimbua barabara mkasababisha mivumbi tayari yakafutika, kwa sababu hata hela zenyewe za, za dhuruma nafikiri mtakuwa na, mtakuwa na, mtakuwa na hela za, za kufanyia hata kinachoitwa maendeleo, sembushe maendeleo yenyewe. Maendeleo yenyewe hatuyataki, sasa hivi tutaka eidha. hey, mungeonyesha hata kaadabu ka kutubu ka sasa. Jamani, hapana, tukae pembeni, tukae pembeni juu ya uchafu huu tuliofanya. Yamkini mtusamee. Huo mpango hamna, mnajiishi mna akiri nyingi. Njia pekee ni kuua, tena kutisha. Kila tukio mnakosikia kimbia na mabunduki, kuonyesha watu sisi tulioua wakati ule tumekuja tena. Mpaka dakika hii tunawashwa, tuna kuua, tunafikiria kuua katika Mathayo 19 mstari wa 8 anasema, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini e, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu chochote kwa hila, namurudishia mara nne. Yesu akamwambia okovu, hakika umeingia nyumbani wa mtu uko, ndo kutubu chochote ulichokusanya kwa, ku, kwa kudhulumu watu. Sasa uya dhulumu tu watu vitu sio uhai, lakini chochote uli, ulichodhani ulikipata choto tunatakiwa ukirudishe uwarudishie watu kigawe kwa watu alafu, yeyote ulio mnyang'anya kwa hila mrudishie mara nne. Nyie mmenyang'anya uhai wa watu, narudisha mara nne ni kiasi gani? Muonyeshe mna tubu enewe. Anyway, hamna mpango wa kutubu, kwa sababu mna maisha yenu mnayona ni ya thamani kuliko mnao waua kuliko mlio waua Ripoti ya BBC na nyingine nyingi zimeendelea kuleta uchungu usioneneka, uchungu usioneneka. Najua mnawachukia sana majirani ambao huwaokoa na kuwahifadhi watu ama wanaowatetea watu wenzao. Yaani, ninyi ni kama wale ambao unapiga unaua mtoto wako ndani yule anayekuja kumnusuru unamwona ni adui yako unaetakiwa una, umchukulia una, una, unaeta, hatua mbaya ama umuue na yeye, kwamba mi naua wakwangu nyie shida nini? Wivu un, unawakuta kwa sababu gani? Mi nayeua ni hakuna mtu wako. Hata mtoto uliyezaa wewe sio, sio mtu wako, ni mtu wa Mungu, ni mtu wa watu. Wachukieni kwa sababu ya kiburi mlicho nacho, wanaojaribu kuonyesha kiwango cha ukatili wenu na kuwaita wanawivu na rasilimali zenu, ili hali rasilimali zenu nyie na watoto wenu. Mnaposema amani ni amani yenu nyie na watoto wenu, kwa sababu ya uporaji na udhalimu mkubwa mliofanya, na ambao sasa mmevuka kiwango, mmeadvance, sasa mnadhurumu ni uhai wa watu. Ninyi Yeremia anasema hamstahili kusamehewa, hamstahili kusamehewa. Yeremia amesema sababu, amesema sababu? Hiki ambacho mmetengeneza machawa, kasome kwanzia juu pale, hiki mlichotengeneza machawa. Yeremia anasema wanaona sasa wako tayari kutubu, wanatengeneza makundi kwamba huyu jamaa ni wa haki, tuliofanya ni maovu, na tumpige kwa ndimi zetu. Mmetengeneza machawa ambao na wenyewe wako bizi huko. Hapana, mama anaupiga mwingi, mama amefanya kazi nzuri, tumsemee tu... mmetengeneza machawa, ha, ha. Yeyote anayesema sema una wadui na, na, na taifa letu unatumiwa, unalipwa. Hicho ni kiburi, hicho ni kiburi. Wakati fulani waikushauri kasema machawa wote wanao ambao mmewatumia wamefanikisha mauaji haya, mngewaacha mara moja, lakini kama nanye na mnaona wanafanya kazi nzuri, the end of the day nasema Mungu hawa usiwasamehe na mtu yoyote. Mwenye akili timamu unayejua kusamehe, sio utahira, sio kuendekeza kuacha kila anayefanya uchafu bila ku, kugeuka na kuacha ama, kuna uchafu ambao unapofanywa inatakiwa mtu anapata malipo yake, ili kuwatisha wengine wasifanye kama hayo. Hiyo ni namna nyingine ya msamaha iliyo bora zaidi. Msamaha kimsingi ni kudhibiti, ni kudhibiti tukio la aina hiyo lisitokee, na mtu aliyefanya hilo asiwe kwenye nafasi hiyo iliyopelekea afanye hivyo. ukondokusamea ambako Mungu alisamee watu, sio kwingine, kwa kitaira huko wewe samehe, Mungu anavyosamehe usisamehe mataia miwaji, navyokuongoza kusamehe ili ikuvizie, ikutese zaidi, ikuue zaidi. Uliyenielewa na kwamba sina ugomvi, siko juu siko kinyume cha neno la Mungu na Biblia naamini mwenye sikio la kusikia umeyasikia haya, lakini mwenye uelewa wako akitahira na kujaribu kukomalia na kuendelea kutabiri kwamba mutaendelea kuwa salama na kuwepo kwenye mamlaka ya damu mpaka elfu mbili na thelathini na tano. Endeleni kutabiri. Asante na hongera kwa kunisikiliza.